Kwa majina naitwa John Banga na K. e, ni manager kutoka taasisi ya kuendeleza shoroba za kilimo Tanzania au kutoka Agricultural Growth Corridors of Tanzania ambayo ni taasisi mpya iliyoanzishwa mwezi uliopita, ikitokea kutoka taasisi iliyokuwa inajulikana kwa jina la e, SAGCOT Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania. Na pale mimi nikiwa manaja katika mkoa huu wa Morogoro nasimamia uendelezaji wa kilimo cha kibiashara ambacho pia wakati huo huo kinatunza na kuhifadhi mazingira. Tumekuwa na wabia wengi tunaofanya kazi katika E, minyororo mbalimbali mbali ya thamani katika bonde letu hili la Kilombero kwa sababu ni eneo ambalo ni maarufu sana kwa shughuli za kilimo, lakini pia ni eneo muhimu sana kwenye masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Tukumbuke bonde la Kilombero mbali na umuhimu wake wa kiikolojia lakini pia ina umuhimu mkubwa sana wa, wa kuwa na vyanzo vingi vya maji takriban mito ishirini na saba katika eneo eh, hili tu la milima ya Udzungu hapa ambayo maji hayo mwishowe yanaelekea katika mto mkuu eh, Rufiji kule chini na yote haya maji yanatumika katika shughuli mbali mbalimbali za kilimo, mifugo na maisha ya jamii kwa ujumla. Bonde hili kwa ujumla wake ni muhimu sana kwa sababu inasaidia shughuli za kilimo na ufugaji. Hapo ndipo mahali ambapo tegemeo kubwa sana la kilimo cha umwagiliaji pamoja na malisho kwa ajili ya mifugo tunayo e, tunayofuga yanategemea kupata e, mahitaji yake mbalimbali katika hili bonde. Tukumbuke pia jamii nyingi katika eneo hili hutegemea haya maji ya mito e, na chemichemi katika hili e, bonde kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Lakini pia kwa umuhimu mwingine kabisa ni kwamba eneo la kiikolojia na bioanuai e, hususan kwa wanyama ndege, mimea adimu e, pia ina umuhimu mkubwa sana wa kimazingira na mwishowe tukumbuke bwawa letu kubwa la Mwalimu Nyerere maji e, yanayotumika pale au yanayoingia mle ndani kwa zaidi ya asilimia sitini na tano inategemewa kutoka katika e, eneo hili la bonde la Kilombero. Kwa hivyo kwa ujumla, hili bonde ni bonde muhimu sana katika masuala ya hifadhi na katika masuala ya kilimo. Lazima kuwe na mikakati ya pamoja inayoonyesha kwamba tuna uwezo wa kubalance pande zote hizi mbili, shughuli za kilimo au shughuli za binadamu kwa ujumla wake zifanyike kwa ajili ya kuleta uchumi, lakini wakati huo huo pia tuweze kutunza E, kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo. Changamoto kubwa ambazo ziko wazi bayana sasa hizi, e, ni masuala ya ukataji wa miti hovyo hususan kwenye maeneo ya vyanzo vya maji e, kama huko milimani pamoja na hata na kando kando ya mito ambayo inaendelea kutiririsha maji. Kuna uvamizi katika maeneo ya hifadhi, hilo tunafahamu, watu wengi wameona, kutokana na shughuli za kilimo pamoja na makazi, watu wamekuwa wakiendelea kuvamia maeneo mbalimbali. Uharibifu wa kingo za mito umekuwa ukionekana waziwazi wazi. E, uchimbaji wa, wa, wa, wa madini mbalimbali mbali. E, mtangazaji hata uchimbaji wa, wa mchanga pia ni sehemu ya madini tu E, sasa hizo shughuli za uchimbaji mbalimbali zinazoendelea, e, ni, ni, ni hatari kidogo, inaendelea kutishia e, uwepo na, uima, na uimara au afya ya mito yetu na mazingira katika hili bonde. Lakini kuna tatizo kubwa lile la kiulimwengu ambalo linajulikana mabadiliko ya tabia nchi, ambayo yamekuwa yakiathiri e, mwenendo wa mvua pamoja na baridi mbalimbali mbali.